aka kazini ende katika siku ambazo umefanya vizuri, mke wangu. Hivi we mwanamke, una shida gani? Yaani nataka nikuelekeze kwa lugha gani, labda unielewe kilugha chenu, au nikuongele kimakonde eh? shida ive kwa achi sema we mwanamke, nafikiri kuna kitu najisahaulisha. We wapo, nilikwambia leo siendi kazini Kwani watu walioweka likizo walikuwa hawana akili? Na ndio maana mimi nikapewa likizo. Kwa hiyo unathubutuje kuja kuniamsha? Unajua raha ya usingizi wewe au huijui eh? Labda nikukumbushe usingizi ndo starehe kubwa kuliko starehe nyingine zote ambazo ushawahi kuzisikia duniani hapa, namba moja ni usingizi. Samani mwangu, nimesahau sawa eh? Una kichwa cha mende au kichwa cha mbuzi mwana mbuzi, ndo kiumbe ambacho nakipiga mda huo na kinasahau muda, mda huo. Sikia nana, sitaki usumbufu. Nimechoshwa, nimechoshwa na bugudha zako. Naomba uondoke na ukirudia tena nitakuja kung'oa ilo shingo lako. Lakini nini? Toka, toka! Yani, yani, dunia jamani! Ningekuwa na amani sana kama pasingewepo wanawake. Wanawake ni wasumbufu, wasumbufu, wasumbufu. Shida ni nini? Sasa mi ni mkumi sojua, tta usinishike. Yaani, umekimisi kitu gani? Unajua ni muda mrefu tangia nipate haki yangu ya ndoa hadi sasa sijapata tena, kwani nimekumia simu. Unajua, mwanamke unachekesha sana yani wewe ni misi mimi. Umeenda kufanya umalaya huko, umeona itoshi ulichokivuna huko, siju umekutana na mapasta sijui na makaka wa kanisa, siju mababa wa kanisa, umetembea nao wote, umelibeba ngwengwe, umelileta nyumbani, unataka sasa hilo ngwengwe linikute mimi. Labda ni kuambia kitu kimoja. Mimi sina nasi kwenye mitego ya kipumbavu kama ilo. Ilo swala sijui tendo la ndoa, sijui haki yako iwe haki iwe sheria kwangu mimi, hiyo sizingatii. Halafu kuna tendo la ndoa ni option, sio lazima. Yaani nataka kilahisilahisi ki, ki, ki, tu mimi nipate maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa sababu ya kokoe? Siwezi. Yuzo mngu! Mbona unafika mbali, baba yangu, ema chana na hivyo vitu mangu. Yuzo mimi ni mkeo na sio mke tu, ni mke halali wa ndoa yuzo. Usifanye hivyo baba wangu. Mimi nimekumisi mwanzo. Nana. Yaani ungejua kama hiyo ni haki, usingetoka humu ndani. Unajifanya unaenda kanisani kwenda kufanya maombi, unaenda kufanya umalaya huko, alafu unaniletea mimi ni ukimwi huko ndani. Kwanza hata ninavolala na wewe hapa naona kama najikosea mimi mwenyewe, kwa sababu naisi hata kunyanya mashuka, utaacha virusi huko. Wewe mwanamke, mbona una, una tabia za kimalaya malaya, malaya na kinachokusumbua wewe sio haki, ni umalaya tu. Haunipendi. Sasa kama hujui bibi wewe, kama hunipendi wewe, mama yangu mzazi ananipenda, tena ananipenda sana. Yani na anamsaidia, yani unaliona kabisa hili tanuri la moto limekakaa hapa, mimi ni liva gani nilikumbatie? Kwa nini nisibabuke? Unataka nife mimi? Najipenda wewe hata kama usivonipenda Yusulangu, basi naomba tutumie hata kinga. Mi nimezidiwa mwenzio. Kinga? Labda nikukumbushe kitu ambacho kijui, walileta tendo la ndoa kwa ajili ya kuleta zao la tendo hilo, lakini unavyosema tutumie kinga, ina maana lile zao lenyewe linaenda kutupwa shimoni, siyo? Unaelewa vizuri, mimi nazipenda mbegu zangu, napenda mayai yangu, siwezi kuyaruhusu kirahisi rahisi eti atatupwa huko. Nitakuja kumpata mwanamke ambaye ataniheshimu Atanipa hicho kitu kwa wakati na zao langu litaenda kwake, nitapata watoto kila. Si rahisi tutumie kinga. Kinga cockroach, nataka kulala, sitaki tena usumbufu wako. Kama watu wangekuwa wanaoana sijui wanaolewa kwa sababu hicho kitu, sio ungekuwa amekonda sasa hivi, amesha kufa, amekuwa mifupa tu. Kwanza vitu vyenyewe vinaumiza mwili tu. Mapenzi mapenzi, niacha nilale, niacha niacha nipumzike. Wewe ndo nini sasa hicho? uzo meangu, nafua. Sawa, najua kama unafua. Aya, sasa umezichukua nguo zangu nakuja kuzifua hapa. Mimi nitavaa nini kazini sasa? Lakini uzo meangu, nguo nyingine si ziko kabatini? hizi ni chafu, ndio maana nazifua. Kabatini. Kabatini kuna nguo gani safi ya kuiva mimi pale? Wewe unajua kabisa nguo zangu pendwa mimi ni hizi, natakiwa nivae kazini hizi, alafu unazitoa kule kwa kigeza cha kuja kufua. Unafua nini sasa hapa na nguo ziko safi hizo? Wewe unajua sikuelewi, unasema nguo chafu hizi, hizi safi kabisa hizi hapa hizi. Sikia nikuambie kitu wewe mwanamke, kwanza sasa hivi hii naongea, sitaki wewe unafua nguo zangu. Sasa kwa nini mume wangu, na wakati hili ni jukumu langu. Unataka kuuliza sababu hujui yani? Yaani umekaa kaa tumekaa mbumbumbu hapo, kaelewi kinachoendelea. Labda nikukumbushe. Aliyokuja kuniambia habari za virusi vya ukimu kule ndani ni nani? Nani kaniambia kama ameathirika kule? Unataka nijichanganye sio, eh? From today and from now hizi nguo atazifua dobi na sio wewe. Na kitu kingine cha kukujuza, hiyo ni exclusive Sio nguo tu, hata ile miswaki iliyoweka pamoja pale, ya kwako na ya kwangu, sitaki nione vimeambatana tena, au kavichome moto. Nitaenda kununua miswaki mingine ya kwako, tahifadhi kwako na ya kwangu, nitajua mimi nahifadhi wapi. Na cha mwisho, hata chakula utakachokuwa unapika inatakiwa kitenganishe chakula chako na chakula changu. Sitaki muingiliano na mtu ambaye ana virusi vya ukimwi. Sijui umenielewa vizuri, Yuzo mume umefikia tu ambaye ya baba yangu hadi swala la miswaki na chakula kweli? Mume wangu usifanye hivyo mume wangu. Hizi nguo nazipeleka kwa dobi. Sitaki shobo umbavu, wewe. Kufua, kufua, kufua, wewe unajua kufua wewe? Mbona nguo zako mwenyewe zinakushinda kufua, umbavu Mwasi, umepatwa na nini? Kwa sababu nakupigia simu na kutumia meseji halafu haurespondi, tatizo liko wapi, mwasi? hiyo ndo salamu? Sawa, am sorry. Yani nimejikuta nachanganyikiwa na nashindwa na kusalimia. Mwasi, habari yako? Sihitaji salamu yako, kwa sasa haina umuhimu. Ongea shida yako, nini kukuleta nyumbani kwangu? okay. shida yangu ni hapa, kama nilivyokuelekeza. Mi mwenzako nimekumisi sana Mwasi, nakupigia simu, nakutumia SMS, haurespondi. Muda mwingine simu inakatwa na mbio inatumika, nahisi utakuwa umenibloku, na kama umenibloku why? Yani tumefikafikaje hadi unanibloku Mwasi eh? Yani mi napata shida, napata tabu, na najua penzi lako ndo tiba kwangu mimi, Mwasi kwa nini yani? Yuzo, naomba uisevu kwenye akili yako. Kuanzia leo, naomba usahau chochote kuhusu Mwasi. Sikupendi, sikuhitaji na nakuchukia sana, hivyo sahau kuhusu mimi. Yani hunipendi, hunitaki, unanichukia hau? Yaani imekuja kujaje hii Mwasi? Toka lini kaanza kunichukia mimi na unajua kabisa wewe ndo furaha yangu. Mimi siwezi kusurvive hapa mjini bila wewe mwasi. Na unajua nilivyo kumisi. Eh? Ah, hebu kwa serious basi. Eh? Siku natoka pale nyumbani. Yule maskini mwanamke chokora mchafu ambaye hajitambui wala hajui kujiosha. Natoka mimi anaanza kunikaribia. Anajua mimi ni nani kwenye ile nyumba? Hmm? Au hujamwambia kama mimi ni nani kwenye ile nyumba? Anapata hapo kiburi na ujeuri ya kunisemesha mimi. Kwa hiyo ndo kuniambia kama alikufokea, alikutukana, alikukebe. Let me tell you one thing, nikitoka hapa, huo moto ambayo naenda kuuwasha, hilo balaa ambalo naenda kulifurumusha kule, I swear. I swear to my God. Itakuja kwa historia, naenda kumpiga vibao yule mwanamke na ikiwezekana namuua kabisa. Haiwezekani, anakufokeaje yule? Ndo mother hausi? Yes, ni hausi geli tu pale eh? Lakini tuachane na yote Mwasi, tuzungumze akwetu. Imekumisi sana sana tena zaidi ya sana. Umechelewa, sikuhitaji, sikupendi na hautukuwa na mimi tena. Fanya maisha yako na mi niache nafanya maisha yangu. Alafu, alafu kingine yuzo yule binti alichozungumza, ikiwa mimi mwanamke mwenye akili timamu na ninajitambua aliongea hata kama ingekuwa ni mimi mwasi, nisingeweza kuruhusu mwanaume wangu apite na mwanamke chumbani kitanda ambacho nalala mimi tena. Ni bora yule binti ni mstarabu, ingekuwa ni akili zangu mimi mwasi, ningekupiga bastola ya kichwa hivyo. Kuanzia leo fanya maisha yako, sikutaki, nasahau kuhusu mimi na usikanyage tena kwenye nyumba yangu, umenielewa? Ya, mwasi mwasi, usifikia huko basi. Oh, na we unajua kabisa mimi nakupenda na nakuhitaji na wewe unafahamu kabisa, ndio umenipa maisha hapa mjini. Nitenda wapi? Mimi nitadhalilika, Mwasi. Please, please forgive me, wewe, Mwasi. Choki, wa na mimi nakupenda sana na siwezi kuishi bila mtu napenda, bahati kabisa wangu peke yangu, huwa sihitaji kushea, na ndio maana kila ulichokihitaji nilikupatia kwa wakati ili mradi tu sihitaji kushia na mwanamke yoyote yule. Sasa kwa ulichokifanya, siwezi kuwa na wewe tena, na natumia ubinadamu kuachia nyumba na ile biashara kwa ajili tu ile binti, the way ameonyesha nidhamu na ni mtu ambaye kalilio kwenye maadili mazuri, vinginevyo ningekunyang'anya kila kitu. Kwa hiyo usitaki nikabadili maamuzi yangu, naomba utoke kwangu yeah. Ndio bado tunaendelea kwenye kazi ya mwisho. Yuzo, naomba utoke nyumbani kwangu. Yuzo, naomba utoke kwangu, au nataka nibadili ni maamuzi ya kunyang'anya kila kitu. Naomba utoke. <coughs> Toka. Hey handsome boy, this is love aka Caribbean Girl. Mimi ni malaya international, huba yangu limevuka boda, yaani mpaka ugaibuni. Show zangu wasibartishi cause nishawapa penzi watu maarufu luniani kwa style zangu za kipekee kama low angle and high angle style Zingatia kuwa mimi ndo maana pekee msomi mwenye dudu zangu, na hizo usipata huko Marekani. Mimi niitajojo ukipenda niite Kibisa wala mpanzo. Mimi sijasoma zaidi ya kusoma kidumu na ufagio. Kiukweli sina elimu, lakini ufundi wangu ni elimu tosha, tena ufundi wangu ni wa uswahili. Ntakupa mm, stili mbalimbali kutokea Uswahilini kwetu, kama Mbagala la stili mbuzi, Kagoma kwenga, nyingine zitakuwa surprise. Mimi uh, pia sichagui kambi, kokoti na Luka iwe Lupaso kwa Mkapa ama Amani Complex ni nioe zanzia mm. Skia, kwa majina anaitwa Risautsam, au unaweza ukaniita Majuma Komwe pia ukipenda zaidi, unaweza ukaniita Kidogori sexy staili, na staili zangu pendwa toka China sawa, baba. Mi ndo maana pekee mwenye kiwanda changu cha staili, au corokutanao ni mbwa tu kenge awanisikia hapa, sijui ukaona kamwili aka kadogo

Yaani, nikupe vitu vya kwa Madiba, yani ya mapiano styles <laughs> kuna style mbalimbali kama vile bafana style, mandangiwe style na kikwetukwetu tusiko mbali, kuna style nayo inaitwa ticha konde style. Karibu nikupe ufai najua staili hizo huzifahamu. Alafu isitoshi, mi ni malaya ambaye najali sana afya yangu, kokiwa na mimi kutojali kuhusu afya yako, kwa sababu natembea na kinga out my boy. Wote nimewaona na kila mtu ana sifa yake. Mishoti nimezipenda staili zenu, lakini kwenye wengi lazima chukuliwa mmoja. Kwa upande wangu mimi naondoka na Soeto baby, nataka nikacheza mapiano.

Mana nateswa moyoni, napenda sipendi, nijikondeshe na na nguvu zangu, acha tunende zangu oh.